Nimalizie hotuba yangu Shaban, vijana wawili waliokuwa wanasoma jamia university, wanasoma chuo kikuu katika nchi ya Masri. Vijana hao wawili hawa walikaa katika chuo wakiwa ni marafiki, wakielewana, wakisaidiana baada ya muda fatafaraka awaman, walitofautiana miaka mingi sana, yule akaenda mashariki na yule akaenda magharibi, wakapotea muda mrefu sana faltakaya yauma min alayam, wakakutana katika moja ya masiku. Wakiwa wamekutana pakapita baina yao mazungumzo, akamuuliza mwenzake, aina anti wa kaifa sirt, uko wapi ndugu yangu sasa hivi? Ukoje? mipango yako ikoje? Akamwambia yule mwenzake, akamwambia na wao mwanzo walikuwa ni ndugu marafiki wa dini wa urafiki wa ukabila na vinginevyo. Anamwambia, aina anta wa aina sirt kaifa sirt, uko wapi siku hizi na umekuwaje? Faqala, akasema ana aamalu fi ihda lsharikati, mimi sasa hivi ninafanya kazi kwenye moja ya taasisi na kampuni kampuni fulani, akamtajia hiyo jina hilo kampuni. Ni kampuni ambazo zimempa nafasi kubwa ya cheo alichonacho na elimu aliyonayo ndani ya hilo kampuni. Alikutana na watu wengi na washirika wengi na jamaa mbalimbali. Akamwambia, waltaqaitu bimraatin rusiyatin, na nilibahatika huko ndani kwenye kampuni yangu au kwenye kampuni yetu, nilikutana na mwanamke wa Kirusi, mwanamke wa Rusia. Mwanamke ule nilimpenda, nikabidi nifunge naye ndoa.

Ilinibidi ni uvue Uislamu wa wangu na mimi niwe nasara, fatazawajtuha nikamuoa, wa ana al'an nasraniyun, nami ninapokuambia sasa hivi mimi ni mnasara. Kisa hichi kinatuonyesha ya kwamba tunao tamani manasi, tunao tamani wadhifa mbalimbali za kazi. Mazingira ya kwetu ya kikazi haya yana mitihani mbalimbali mbali.